Mpenzi msikilizaji, karibu katika simulizi nzuri kabisa, simulizi ya Yoranda binti mwenye jinsi ya mbili. Msimuliaji wako ni mimi Salge, au naweza kuniita, karibu. Nilizaliwa nikiwa mwanaume nikapewa suruali livae, ila baada ya miaka kumi na tano nilibadilika na kuwa mtoto wa kike ili lazima nikubali hali hiyo, nikachukua gauni na sketi nikavaa. Ni hali ngumu mno nilikuwa napitia. Shuleni walimu walinishangaa sana, kwa nini nivaa sketi tena wakati toka awali nilikuwa navaa suruali? Wanafunzi wenzangu walianza kunicheka, wakazani tayari nimeshahama kuni akali zao zikawapasha habari kuwa mimi nimeharibikiwa hakuweza kuamini hata kidogo. Kwa nini nivae sketi wakati toka nikiwa shule ya msingi nilikuwa navaa suruali? Licha ya hivyo jina langu darasani ni la kiume. wakati huo mabadiliko ya mwili wangu yalishacha chamaa, matiti yalianza kuniota shepu, mwili wangu ilianza kubadilika, sauti nayo kadhalika. Aisee, sikwambie mtu, hiki kilikuwa kipindi kigumu juu yangu. Mabadiliko ya ghafla yalibadili mwili wangu, hakuna alielewa zaidi ya mimi na familia yangu. Ni nini ambacho kilitokea kwenye maisha yangu? Najua ni swali ambalo linaumiza sana kichwa chako. Awali nilikuwa nikiitwa Petro toka nikiwa shule ya msingi, marafiki zangu walinitambua hivyo. Sasa nimebadili jina, anaitwa Yoranda, kila mtu ananishangaa, watu wamezoea kuniita Petro. Mwalimu mkuu katika shule niliyokuwa nasoma aliwashauri wazazi wangu wanihamishe, wanipeleke katika shule nyingine. Lengo lilikuwa kuipata amani ya kuendelea kusoma. Mazingira pale shuleni yalikuwa si rafiki kabisa juu yangu, wanafunzi wenzangu walinitania na kunisema vibaya kiasi cha kuwa na mawazo muda wote. Wazazi wangu walikubali ushauri wa mwalimu mkuu, hivyo walianza harakati mwalimuuhamisho mkuu pamoja na walimu wengine walishirikiana na wazazi wangu vyema kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Harakati za uhamisho zilikamilika, ndipo nilipohamia katika shule mpya. Shule hiyo mpya ilikuwa mbali kidogo kutoka pale ambapo nilikuwa nasoma awali, ilikuwa iko nje kidogo ya mkoa wa Dar es Salaam. Basi safari mpya katika masomo ilianza. Katika hiyo shule mpya iliyokuwa ikiitwa Mkera Sekondari, walimu walistajabu sana jina langu, naitwa Petro Manue Mteule ile hali ni mwanamke tayari. Ya mama yangu aliwadanganya walimu kuwa hizo ndiyo tamaduni za nyumbani kwao, mtoto wa kike hupewa jina la babu yake, hivyo hawapaswi kunishangaa sana kuhusu jina langu. Katika shule hii mpya, hapa kuwa na mtu aliyekuwa akijua kama mimi awali nilikuwa mwanaume, waliamini ni mwanamke tu. Basi mazoea ya hapa na pale yalianza. Mwanzoni walikuwa wakinicheka kuhusu jina langu, ila baadaye walilizoea. Sikupenda kulitumia jina ile la Petro, nilijitafutia jina lingine badala ya Petro, jina ile tunaweza tukasema ni kei fulani hivi au nickname. Niipata tabu kidogo kulitafuta, ila siku isiyo na jina niliota mtu akiniita jina langu, na hapo ndani ya ndoto huyo mtu aliniita kwa jina la Yoranda. Kutokana na ndoto hii, niliona wazi hilo ndio litakuwa jina langu rasmi, jina ambalo niliamini limesadifu maumbile yangu. Ndugu yangu, naifuatilia ya mkasa wangu, historia hii yote nakueleza hapa bado nilikuwa nipo kidato cha pili. Maisha yalizidi kusonga taratibu. Basi nilitambulisha jina langu jipya darasani, watu wakaanza kujifunza kuniita, mwisho likakaa kwenye vichwa vyao. Jamii nzima iliniona laana. Kwa hakika maneno yalikuwa mengi sana, wengi walihusisha mabadiliko yangu na imani za kishirikina. Mwanzoni, wakati hali hii inanitokea, nilikuwa sijaikubali kabisa nilitamani hata nijue, lakini wazazi wangu walinielekeza kila kitu kunihusu, hivyo wakanipa msaada mkubwa kuniweka sawa kiakili, huku nikihudhuria kliniki ya matibabu ya kisaikolojia kila mwezi. Hii tiba ilinisaidia sana kuikubali hali hii. Hadithi yangu ya maisha ilikadiriwa zamani, wakati anazaliwa, sehemu zangu za siri zenye mwonekano wa kike zilifichwa kwa ustadi mkubwa. Wazazi wangu wakapewa taarifa ya uchunguzi wanichunguze ni tabia zipi nitazokuwa nazo kati ya kike au za kiume. Endapo za kike zitazihirika zaidi, basi wanipe sketi nivae na endapo za kiume zitazihirika zaidi, basi wanipe suruali nivae. Mwanzoni unaonyesha wazi kabisa tabia za kiume, hapo wazazi wangu wakaamini mimi napaswa kuwa mwanaume, ila baada ya miaka kumi na tano mambo yalibadilika kabisa, ndugu yangu. Mimi nina sehemu mbili za uzazi, upande mmoja ni mwanaume na mwingine ni mwanamke. Ninaposema mwanaume, yani namaanisha ninaume kabisa, si utani. Pia unafanya kazi kama wanaume wengine, japo si kwa asilimia mia, lakini zinaweza zikafika hamsini um, hivi au arobaini. Unaweza ukawa unashangaa sana kuhusu historia yangu, lakini hivi ndivyo nilivyo, hivi ndivyo nilivyo. Mimi ni wale binadamu wenye mchanganyiko wa jinsia yaani, intersex. Hivi ndivyo nilivyozaliwa. Hali hii hutokea endapo viungo, hormone au chromosome zinapochangamana kuunda sehemu za kike na za kiume kwa pamoja, au kiwango cha tofauti na kawaida. Hali hii inapelekea kuweza kuwa na uume lakini pia na uvali ya ndani au kuwa na uke lakini na korodani zilizojificha hali hii wenda mbali zaidi hadi viungo vya nje vya jinsia zote mbili kuweza kudhihirika kwa kiasi fulani. Hivi hili la mwisho ndiyo lilokuwa likinikabili, maumbile yote mawili yalikuwa yakidhihirika. Wengi huzani kwamba hali hii ni laana au ni kosa katika jamii, ila si hivyo. Ni maumbile asili ambayo inaweza kutokea kwenye kizazi cha mwanadamu yoyote yule. Hali hii si ya kitabibu tu, hadi dini inatambua watu kama sisi wenye jinsia mbili. Utaratibu wetu wa maisha umeelezwa kwenye vitabu rasmi. Nilianza kujulikana kwa jina la Yoranda, jina ambalo nililipata kwenye ndoto. Shuleni nilikuwa nafanya vizuri sana, hadi ilipelekea walimu wavutie na mimi kutokana na uwezo wangu. Walinishauri nikakae hostel, wakazungumza na mama. Mama awali alikataa, lakini walimu walimshawishi sana, mwisho wa siku alikubali aende kuishi hostel nijipambania katika masomo. Basi walimu walinunulia kila kitu, yaani aweze amini kila kitu muhimu ambacho kilikuwa kinahitajika pale shuleni, walimu waliweza kununulia. Maisha mapya yalianza, hakuna aliyekuwa akijua mimi nina jinsia mbili hata siku moja. Nilikuwa makini sana kuficha siri hii isije ikafichuka. Wakati huo baba yangu alishatuterekeza, aliona wazi hawezi kuishi na mtoto mwenye laana kama mimi. Mzigo wa majonzi akamwachia mama yangu. Hali hii iliniumiza sana, nijiona sina samani, ila mama yangu alinifariji nikawa sawa. Pia hali hii ilinisaidia sana kufanya vizuri shuleni. Hasira zote kuuza mateso, kukimbiwa na baba, zililazimisha nipambana kwenye masomo nikiamini sehemu pekee ambayo itanikomboa kimaisha. Maisha ilizidi kwenda, siri ikaendelea kubaki moyoni mwangu. Hakuna mtu yoyote pale shuleni alikuwa anatambua kuwa mimi nina jinsia mbili, siri iliendelea kubaki moyoni. Siku moja wote nijichanganye, niliingia bwanini mkuku mkuku, nisijue kama kuna mtu mle ndani, pale kwenye kubu alikuwepo Priska, msichana ambaye nilikuwa nasoma naye kidato kimoja. Yeye analala kitanda cha juu, mimi nalala kitanda cha chini upande mwingine, hivyo aliyekuwa juu anapata urahisi wa kuona ile iliyokuwa inaendelea chini, kwa sababu vitanda ni tofauti. Basi mimi nilivua nguo bila tahadhari yoyote ile, lengo likiwa kuvaa nguo zingine. Basi Priska aliniona maumbile yangu, akauchuna kimya, nisijue kama ameniona. Hawezi amini, yule dada alienda kusambaza umbea shule nzima kuwa mimi nina jinsia mbili. Wanafunzi wote walipata habari hiyo, wengine waliamini, ila wengi hawakuamini. Skendo ziliendelea kutawala, unyonge ulinishambulia, nisielewe cha kufanya. Nijipija moyo konde, nikayafunga masikia nisisikie maneno yalikuwa yakizungumza, nikaendelea kupambana kwenye ni masomo Sikutaka kujiweka nyuma. Hali yangu tayari nilishaikubali, sina namna tena zaidi ya kufanya maamuzi hayo. Niliamua kuyafanya juu ya maisha yangu. Walimu kadhaa walijaribu kunipeleleza, lakini niliwatolea nje. Sikutaka kumweleza mtu yoyote siri hiyo ngumu, ilikuwa inatawala maisha yangu, kwa maana mwanadamu haaminiki. Unaweza kumwamini kuwa ni mwalimu, lakini akaenda kukusambazia umbea. Usiamini mwenyewe. Shida ikawa kwenye mahusiano wakati tukiwa pale shuleni kuna mvulana alinitongoza, alihitaji kuingia na mimi kwenye mahusiano. Nilimkatalia katakata, nikaweka msimamo kwenye elimu, huku nikimpasha habari za ubaya wa mahusiano, angalizi wanafunzi. Kumbe ni uongo mtupu, wanafunzi wengi wameshavunja amri hiyo. Kwa nini mimi nikataye? Kwa maana, kwani sina moyo? Hapana, moyo ninao, ila kuna jambo nilikuwa nalificha. Mahusiano kwangu ilikuwa ni sumu iliyo tayari kunywewa, kuangamiza aiba yangu. Nilichowaza kuhusu mapenzi ni ukaribu wa kuingia kwenye ngono. Kuwa na mpenzi sio shida, shida inakuja pale atapo taka yale mm. Itapotokea siku akija kujua nilivyo, ataniacha, huku nikihofia kutangazwa mji mzima. Basi bwana mvulana aliyenitongoza alikuwa anaitwa Alex. Alex alikuwa ni mvulana mtanashati mno, kiasi ambacho alivutia wasichana wengi pale darasani. Mimi na Alex tulianza urafiki taratibu. Mwisho wa siku urafiki wetu ulikuwa zaidi kiasi cha kuwaumiza roho wasichana wengi pale darasani. Kumbuka Alex alikuwa ni mvulana ambaye wasichana wengi wana data juu yake kwa sababu alikuwa ana uhitimi fulani hivi. Chuki zilianza kutawala darasani. Chuki za kila aina. Ukaribu wetu uliendelea ukakuwa, na mwisho wa siku tukaingia penzini. Upendo ulituzidia ukatuvuta karibu na shetani. Siku moja majira ya jioni, tukiwa mafichoni tunaendeleza penzi letu, Alex alihitaji ya faidi zaidi mli wangu na misiazisanipanda tayari. Nilishasahau hadithi ya maisha yangu na ile siri iliyojificha kwa muda mrefu nikamburiangua Alex nyamani ajabu, akaona maumbile yangu ya kiume yaliyoweza kusimama. Hapo ndipo Alex alipotoka mbio akiniacha hakuamini kilichotokea mbele ya mboni za macho yake, aliamini kabisa hadithi ya uvulana wake inaweza kuenda kupotea. Eh, Alex naye, eh, akaenda kunitangazia ubaya akawapa watu fursa ya kuunganisha matukio. Mpenzi msikilizaji, eh, hivi unadhani ni nini ambacho kinaenda kutokea katika simulizi hii? Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, na ngoja nani tusahau, okay, nikukumbushe tukusubscribe na kubonyeza alama ya kengele.